Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niseme hongera sote, hongera wa Tanzania, hongera watu wa Sekafa, lakini na wale wenzangu wote walioni support kule upande wa Kafu. Lakini kwa hapa nyumbani ni washukuru wa Tanzania, nimshukuru waziri wetu na wasaidizi wake, kwa niaba ya serikali kwa sapoti ambao wamenipa, lakini pia ni shukuru kwamba nimepata nafasi hii. Jambo kubwa nazungumza kwamba basi tusisherekee sana, ndio twende tukafanye kazi, tuhakikisha kwamba mpira wetu ulikofika unaenda mbele zaidi. Kwanza ni kwamba nitakuwepo ni mimi kwenye vikao vya juu vya maamuzi ya mpira wa nchi hii. Nilikuwa naingia, nilikuwa naingia kama rais wa Sekafa lakini ilikuwa ni mwalikwa kwayo. Sasa hivi naingia rasmi, nitakuwa sio mwalikwa, nitakuwa ni mjumbe kamili. Ni jambo la faraja kwamba nimekuwa Mtanzania watatu kutumikia nafasi hii, mmojawapo akiwa mzee wetu marehemu Saidi Almaamri ambaye alitumikia mianga, miaka mingi sana mpaka ilibidi awe rais na ni mjumbe wa heshima wa wa kamati ya utendaji hii mpaka anafariki alikuwa bado ni mjumbe e, kwa utaratibu, kwa sababu alishafanya zaidi ya temu tatu. Lakini pia alikuwepo tena mzee wetu Tenga, na alifanya kwa muda wa miaka nane. Kwa hiyo ni nafasi adhimu sana kwamba nimeipata, nashukuru. Kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba basi kwa kuwa kwenye nafasi ile ni kuhakikisha kwamba pia kuonyesha kwamba nastahili kuwepo pale, kwamba tufanye vizuri zaidi kwa nchi yetu ili tuweze ku kuonyesha kwamba hatukupata nafasi hii kwa bahati, lakini pia tunastahili kuipata hii nafasi, yeah.